Dhambi ya wachungaji. Kwa haya yanayoendelea na kufanywa na wachungaji wengi, ninaona haja kubwa ya kusema kitu. Naam, kwa kweli hiki ambacho wengi wanakichukulia juu juu na kwa mizaa, kinaweza kuwa ni mzigo mkubwa wa laana kwa yeyote anayekikimbilia. Basi enyi wachungaji, kuweni makini. Ukweli ni huu: uchungaji ni wito, na wala sio wito wa kawaida. Huu ni wito wa kuchunga, kuongoza, kuangalia, kutunza, kulisha, kunywesha, kutangulia, kulinda na hata kujitoa kufa kwa kupambana na adui ili tu kondoo wabaki salama. Kwa kweli ni wito wa kuzidisha na wala sio wito wa kupunguza idadi ya kondoo. Ni wito wa kusawisha na wala sio wito wa kunyonya maslahi mema ya kondoo. Ni wito wa kuleta umoja miongoni mwa kondoo badala ya kuwagawa kondoo katika makundi na kuwapoteza. Hivyo wachungaji, kuweni makini, wajibu ulio juu yenu ni mzito sana, lakini sijejua ninyi mna uchukuliaje, yani. Kama hauna wito ni heri ukae utulie, usije ukapoteza kondoo na wewe mwenyewe kupotea. Enyi watu mnaokwenda kusomea uchungaji ili kupata ajira, mnahitaji kutambua kuwa hii siyo ajira. Enyi wachungaji masharobaro ambao mnatangaza amani na wakati huo kuna hatari, kwa kuogopa kutoka jasho na kuchafuka, mnahitaji kutambua kuwa huu ni wito wa kujikana nafsi. Enyi wachungaji ambao mmewageuza waumini na washiriki wenu kuwa vitega uchumi vyenu mnahitaji kutambua kuwa mnawalemea watoto wa Mungu na kuwachosha. Enyi wachungaji mnao watazama waumini wakiangamia katika uasi na dhambi na kuwachekea kwa sababu ya kuendelea kupata masilahi yao, mnahitaji kutambua kuwa damu yao itatakwa juu yenu. Enyi wachungaji mnaozini na kufanya uasherati wa na waumini wenu, tena wengine hata katika nyumba ya Bwana, mnahitaji kutambua kuwa dhambi yenu hakika sijajua. Enyi wachungaji ambao mmegoma kuongoka na hivyo kuendelea na mwenendo wenu unaomtukuza shetani, mwenendo wa mfano tu wa utauwa, mnahitaji kutambua kuwa dhamana mliopewa itawaleta hukumuni kwa ajili ya wengi mliowapoteza. Enyi wachungaji ambao mnatumia nguvu za giza ili kufanya viini macho na kuwaaminisha wengi kuwa nyiye ni watumishi wa Mungu, mnahitaji kutambua kuwa ipo siku Itakuwa ni asubuhi kwenu. Enyi wachungaji mnaowatangazia waumini wenu kuwa haidhuru matendo yao, kwamba unaweza kuendelea na dhambi ila tu ukamwamini Yesu, mnahitaji kufahamu kuwa Mungu ni mtakatifu na neema yake inatufundisha kuukataa ubaya, dhambi na mawaa. Neema ya Mungu inashinda, hivyo hakuna udhuru wa kuendelea kuishi katika dhambi na wala kutenda dhambi. Enyi wachungaji, kuwe ni makini. Kama mmewekwa juu ya kundi, basi mnalo jukumu akufanya kwa ajili ya kundi ili mwisho hata kondoo mmoja asipotee. Hebu jifunzeni kwa mchungaji mkuu nanyi mtafanikiwa sana katika kazi yenu. Ndiyo, kama hamtamruhusu Mungu kuwa mchungaji wenu kwanza, ni hakika hamtafaa kwa uchungaji. Mtakuwa mmepoteza sifa ya kuwa wachungaji. Wito wa uchungaji ni wito wa kujisalimisha kwanza kwa Mungu ili kuwa tayari kuchungwa na yeye na ndipo mtaweza kwenda na kuwachunga kondoo wake. Daudi anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu, na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Wandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafulika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Hiyo ni Zaburi ishirini na tatu. Enyi wachungaji, kuweni makini, mjitoeni kwa Mungu na kukubali awachunge, wala siyo mjichunge wenyewe. Ni hakika, Mungu anafahamu sana mahitaji ya wale mnaowachunga. Hivyo atawafundisha mlichunge vipi kundi lake na tena mlilishe nini. Vaeni silaha zote za Mungu na mtafute kuimarika katika uweza wa nguvu zake. Mmepaswa kuhifadhi neno la Mungu mioyoni mwenu na kuliishi maishani mwenu na tena kuwalisha watoto wa Mungu. Acheni kufanya biashara kwenye swala la neno la Mungu. Tubuni dhambi zenu kwa Mungu na watangazieni watu toba na wazae matunda ya pasayo toba. Waelekezeni watu kwa Mungu badala ya kuwaelekeza kwenu. Waambieni wajenge imani zao kwa Mungu badala ya kuzijenga kwenu. Wapeni ujasiri kuwa wanaweza kuomba na Mungu akawasikia, siyo lazima ninyi muwaombee. Wahurumieni wanaoteseka na mizigo mizito Nikiwaelekeza kwa Yesu kwenye pumziko wajengeeni imani na ujasiri kwa Mungu wale wenye mashaka na wengine wanyakueni katika moto kwa kuwaleta kwa Kristo leteni na wale kondoo wengine wazizi hili ambao wako nje kwani ni hakika wapo nao imewapasa kuja ili kuwepo na kundi moja chini ya mchungaji mmoja omba neema ya Mungu sasa ili kutumia nafasi na wakati uliosalia kwa kufanya kazi Kristo aliyokupatia na kulitimiza kusudi lile aliloliweka ulitende. Hii ni AWUU TV, Amazing Wake Up Universal Television. Lakini usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare pia kwa watu wengine. Basi, Mungu awe na wewe.